Asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, ndugu mtazamaji na mpenzi wa Saif d'or TV. Tunakuja tena mbele zako katika kukuhudhurishia mada kali nyeti kabisa na kuomweka bayana huyu mpotoshaji mkubwa sana katika wapotoshaji wa dini yetu hii ya Kiislamu haswatan katika mashariki ya Afrika. Kuna mtu ambaye anawapoteza watu kila siku kwenye, kwenye eh, TV yake ambayo ni ambaye anaitwa Yusuf Diwani, Yusuf Diwani eti Al-Ghazali, ndo anaitwa hivyo. Yule jamaa anaishi hapa Tanzania, sijui kama ni maeneo ya Kigoma, nadhani hivyo, naam. Kwa hiyo huyu jamaa ni mpotoshaji mkubwa sana, na leo tumeamua kuja kumweka wazi hadharani, mpaka tumwanike, kila mtu amjue anavyowapoteza umma. Kabla hatujaingia kwenye mada hii, tunakuomba kama ni mara yako ya kwanza kutusikiliza, tunakuomba usikose kushare na kusubscribe na kucomment na kulike na kuwasambazia watu wengine mada hii, ili uwe wa mwanzo kuwa nafata mada zetu ambazo kila siku zikija huwa zinakuja katika kusahihisha aqida na kuradi watu wa wabovu, watu wabaya, ambao wanawapoteza watu katika aqida sahihi ambayo ni aqida ya ahli sunnati wal jamaa ala manhaji salafi salih. Naam, kwa hiyo leo tunakuja tumuumbue huyu jamaa ambaye anaitwa Yusufu Diwani. Kila siku Yusufu Diwani huwa anatoa video mbalimbali za kuwatukana ahli sunna wal jamaa, anawaita mpaka leo ameshaanza kutuita mawahabi, anatuita eti mawahabi, anatupatia nani, madhhabu, madhhebu ambayo sio yetu sisi ni mahanabila, tunaweza kuwa kwenye madhehebu mbalimbali, mashafi, eh, sijui ma malikia, mahanafia, wote ndo tunakuwa na madhehebu za aina hiyo, lakini hatuna madhehebu inayoitwa uh, wahabiyuna alwahabiyun. Hatuna madhehebu kama na hiyo, bali sisi ni ahlusunna waljamaa, tunamfuata mtume swalla Allah salam. Naam, yeye anaamua kutuita hivyo kwa kejeli Ndiyo, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ni shekhe wetu kipenzi, na amefunza aqida sahih, ambayo aqida hii inawapa shida watu wa bid'a kama vile Yusufu Diwani. Ndio maana wanamtukana na kuanza kuwazushia na kumzushia mpaka mambo ya uongo na kuwapanga ahlusunna wal jamaa jina lake, ili wakikataa ionekane wamemkataa shekhe wao, wow. so, sasa sisi hatumkatai shekhe, tunasema kama kama kweli uwahabi ni kuwa pamoja na aqida aliyokuwa nayo Muhammad ibn Abdul Wahabi, sisi tuko tayari, tuko pamoja na hiyo aqida, tunamkubali shekhe wetu, masha Allah taala. Lakini wewe umetutukana, unasema kwamba sisi tuna aqida ya kikatoliki, eti mawahabi wana aqida ya kikatoliki utatu mtakatifu, ukaleta hiyo aqida ya taksimu tauhidi tatu, wewe ukaleta ukasema kwamba ni ukafiri sisi si, si mada yetu leo, nitakuja na hiyo mada siku zijazo insha Allahu taala, hata kesho insha Allah. lakini leo tunakuja na ingine ya pili, uliotutukana ulio kwayo, unasema tuna aqida ya kifirauni, laanatullahi ala Firaun, eti tuna aqida ya kifirauni. Sasa ukatutukana hivi kwa sababu gani? Eti kisa kwa sababu tumefasiri aya ya ile inapatikana katika Suratul Qasas

ambazo ziko katika Qur'ani, kwa sababu tu sisi tunaifasiri tunasema ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu, na ndio ilikuwa akida ya Nabii Musa kuwafundisha watu kwamba Allah yuko juu. Wewe unatuita leo tuna akida ya Kifiraun, ili jambo nilisema sito likalia kimya katika akida ya Firauni mm, na ndipo pana kupatikana akida ya mujassimin na ndipo pana kupatikana akida ya mushabbihin. Kwa maana akida ya Firauni ya kusema Mungu yupo juu mm, ni kwa sababu ya kuchukua maneno katika dhahiri yake mm, imma kadhalika kumtia Mwenyezi Mungu maumbile mm, kwa sababu ya kusema Mwenyezi Mungu ameambatana na mbingu mm, ni kumtia Mwenyezi Mungu maumbile mm lakini kadhalika ni kumtia Mwenyezi Mungu mwili, mwili katika hali za namna hii hii, ndiyo aqida ya, ma, ya Firauni katika hali za namna hiyo, kwamba kila atakayeitakiti kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu ya mbingu saba kwenye arshi yake. Je, ana aqida ya kifirauni? Siyo hivyo, kwa sababu wewe ndo na aqida ya kifirauni, kwa sababu Firauni yeye alivyopanda kule juu alivyoambia hamana nenda ukanijengee jengo kubwa sana, ni pande huko juu. Kwenye aya nyingine asema nikaingie, nika nikapite kwenye asbabu samawati hmm? asbabu samawati ni milango za za mambingu hapana, za mbingu moja, milango za mambingu samawati e, kwa jame almuannaf salim apite kwenye hizo milango za mambingu ambayo ziko saba, kila mlango apite apite apite, kwa sababu ameshajengewa jengo kubwa. Akifika huko juu kabisa kwenye mbingu ya mwisho pale anasema ya kwamba la ali ataliu ila ilahi Musa, wenda mimi nitaweza kuchungulia kutizama Mungu wa Musa. Ndo maneno ya ya Firauni haya. Firauni alimjua Mungu wa Musa yuko wapi na ndo maana alikwenda kumtafuta sehemu ambako kila siku huwa anaambiwa, lakini sasa yeye akapenda amkadhibishe, aoneshe kwamba Musa anasemaga uongo anaposema kwamba Mungu wake yuko juu ya mbingu. Ili amkadhibishe Musa, aoneshe kama ni mwongo, lazima apande kule mpaka eh. Ilifikia kuna riwaya ambayo alikwenda hata na mshale, anaupiga huko ili aseme kwamba nimemuua Mungu wa Musa. Sasa tunakuuliza swali hapa, je kama kweli Musa alikuwa hamfundishi Firauni kwamba Mungu wake yuko juu ya mbingu, hii ya kuenda na mshale kwenda kupiga huko juu, alikuwa anakwenda kumpiga, kumpiga nani? Si kumpiga mshale mwenyezi Mungu. kwa sababu Musa kila siku huwa anawaambia ya kwamba eh, Mungu wake yuko juu ya mbingu, mpaka anakuja kuwatangazia watu wake alipo. Kwa sababu kumekuja riwaya kwamba Jibril mwenyezi Mungu alimtuma akaivunje ile ile mshale wake ikawa imerudia na tudamu fulani kwenye mshale akasema, simnona, tayari nimeshamuua mungu wa Musa, tayari nimeshamuua. Kwa sababu gani? Hao watu wataamini nini? Wataamini kwamba eh, ndiyo ni kweli, Musa kila siku anatwambiaka mungu wake iko kule yulu. Sasa tayari wameshampiga mshale na ameshakufa. Lakini yeye kwa akili yake ndogo anashindwa kuamini kama Nabii Musa alikuwa akimfunza Firauni kwamba mungu wake yuko juu. Sasa tunakupatia tu akili tu ya kawaida, hata ya, ya mtoto mdogo anaweza akaamini. Mfano, mimi namfundisha mtoto wangu ya kwamba eh, bwana, nisikuonake unaingia kwenye chumba cha pili, kwa sababu humo ndani huwa naweka vitabu vyangu vya dini. Nisikuone unaingia mle ndani. Kisha mtoto wangu akaenda kutafuta vitabu vyangu ambavyo nilimkataza asiviguse, anakwenda kuvitafutia nje barabarani, kweli atakuwa na akili? Wanapomuuliza, uko barabarani unatafuta nini? Eti natafuta vitabu vya baba, aliniambiaka nisiviguse nisi, nisi, sasa ndo nakuja kuvitafuta hapa barabarani. E, alikuambia usiviguse kwa sababu viko wapi? Eti viko chumbani, sasa mi nakuja kuvitafutia barabarani? Watakuona na akili? Firauni alikuwa ni mtu mzima mwenye akili zake, unasikia, alikuwa na akili. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtumia alimtumia Musa aende akamlinganie kwa sababu ana akili. Mpaka Allah akamwambia e, umpatie maneno malaini ambayo laallahu yatadhakkar au yakhsha. Haiwezekani mtu aliyekuwa mjinga akakumbuka, kwa sababu yeye ni mwendawazimu. Sasa Firauni si mwendawazimu, ndio maana kaenda sehemu ambako Musa alikuwa akimutangazia kila siku kwamba ana Mungu wake pale. Kwa nini hakuenda kwenye mlima wa Sinai ambako Musa aliongea na Mungu hiyo sehemu. Kwa nini hajaenda pale? Eti nitengenezeni basi mshale nikaupige pale kwenye mlima wa Sinai? Kwa sababu ndo kwenye Musa alipewa utume pale, Allah alimsemesha, akamwambia inani ana Allah la ilaha ila ana fabudeni wa akimi salata lizikri ila akhir. Alaya pale ndo kwa alipewa utume pale kwenye mlima wa Sinai ila turi sina. Sasa kwa nini Firauni hajaenda kwenye mlima wa Sinai kwenda kumtafuta Mungu wa Musa, lakini anapanda tu juu ya mbingu, ndo anakwenda kumtafuta yatwali ila ilahi Musa anataka Ata, amtafute Mungu wa Musa. Kwa nini tu juu ya mbingu na ye ni mwenda wazimu? Tuliposema nilipoona ule shekhe wa Kisalafi shekhe wetu ambaye eh, alivyokuradi ukawa umemjibu. Tena mimi nidhani kwamba utaachia hapo, lakini ukaja kumjibu kimakosa kabisa, ukaonyesha kwamba amesema uongo, na ile hali amekuachia swali umelishindwa kulijibu. Shehe, tizama unavyosema, kisha msikilizeni anavyosema kwanza pale, kisha nikuje tena ni muradi. Sasa maneno yake, sikilizeni hmm. kwamba Firauna anathibitisha Mwenyezi Mungu yuko juu hmm. juu ya, ya, Firauni ambalo ikusudia ni juu gani? mbinguni hmm. haya na Mustafa al-Adawi Sheikh wa Kiwahabi anasema Mwenyezi Mungu yupo wapi? Mbinguni. Aya na hawa Wahabi wanasema Ahlusunnat wal Jamaa wamestashhidi kupitia katika aya hii na kisa hiki cha Firauni ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko wapi? Hmm. wa Yuko mbinguni. Sasa kuna tatizo gani baina ya akida ya mawahabi na akida ya Firauni katika namna halia wapi Musa aliwahi kudai kwamba ana Mungu huko juu mbinguni mpaka wamletee ushahidi kwamba kule mbinguni Mungu wako hayupo na kama yupo tumeshamuua? Hivi akili yako haitumiki? Hata kama unalomba dalili, lakini kwanza akili kwanza itumike. Haya, twende kwenye dalili kwa sababu wewe kila siku huwa unapenda, unapenda nakusikia unapenda dalili sana. Haya, Tumtizame. Umesema mashekhe wanaoitakidi kwamba Mwenyezi Mungu yuko, yuko juu ya mbingu lazima watakuwa ni mawahabi na watakuwa ni wapotevu. Sasa sikiliza hii maneno ya Ibnu Jariri Tabari katika kitabu chake cha tafsiri eh, tafsiri ya Imamu Tabari anasema ya kwamba, kuhusu hii aya anasema: laali ataliu ila ilahi musa yakulu, maana yake andhuru ila maabudi Musa alladhi yaabuduhu wa yad'u ila ibadatihi, na kwenda huko mbinguni ili nikaangalie nikamtizame e, muabudiwa wa Musa, maake yule ambaye Musa anamwabudu na anadai ya kwamba an, ibada zake zote zinamwendea yeye. wa inni la adhunuhu kadhiba, ibnu jariya nafasiri neno nayo, hakika mimi namdhania anasema uongo ni katika nini anasema, fi ma yaqulu, katika yale anayosema ya kwamba min anna lahu maabu. Kwamba anaye anayemwabudu anaye Mungu ambaye yaabuduhu fi ssamai, anamwabudu juu ya mbingu, kwa sababu fi maana yake ni ala, kama ulivyosema hata na wewe pale kwenye video yako, na ndio maulama wote wanaifasiri fi maana yake ala kwa sababu imekuja fasiru fil ardhi, tembeni juu ya ardhi, hapana ndani ya ardhi. Kwa sababu hawezi kutembea ndani ya ardhi, haiwezekani. Fasiru fil ardhi fi hapa na maana ya ala, na sio maana uliyoisema wewe kwenye video yako, eti ala maana yake mpaka ije mulasaka, eti juu ya kuambatana. Si lazima ije hivyo, kwa sababu wewe tu ndo wa kwanza ambaye tunakusikia unafasiri ile fi ya kwamba ni mulasaka peke yako katika dunia nzima katika wanachooni wetu ndo tunakusikia unasema hiyo neno katika hali kama na hiyo, sisi tunakwambia kwamba kiarabu kinafata, kinafata eh, kanuni za Qur'ani pia zinafata namna Qur'ani inavyokwenda maneno ya Mwenyezi Mungu yanavyokwenda kwa sababu haiwezekani Mwenyezi Mungu anasema yuko juu ya mbingu, wewe useme wewe ifasiri kwamba juu pale ni mulaswaka ni yenye kuambatana make baada ya mbingu ya saba ni Allah ndo yuko pale. Hapana, hakuna la, la, la, la. Tafsiri kama na hiyo, Ibn Jarir anasema ya kwamba hakika eh, Musa alikuwa akidaya kwamba ana lahu maabud ana Mungu ambaye yaabuduhu fi samai, juu ya mbingu Nadhani kama kuna muwahabi ambaye unatakiwa kumtukana, mtukane Ibnu Jariri Tabari kwamba ni wahabi, kwamba ana akida ya kifirauni, kwamba ni mpotevu, kwamba kadha wa kadha, ni Mkatoliki kama unavyotaka wewe, mtukane Ibnu Jariri Tabari. Tafsiri yake ile pale anasema wazi ya kwamba inni la adhunuhu kadhiban, ni kwamba Musa alikuwa akidai ya kwamba Mungu wake yuko juu ya mbingu na sio tu huyu peke yake ndo anaitakidi kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu ya mbingu. Ajabu zaidi hao wanachuoni wa Ahli Sunna mm. hawatajwi na hizo kauli zao za Ahlu Sunna wal Jamaa mm. hazisemwi mm. inasemwa tu kwa ujumla. Acha nikupatie dalili elfu tano hata zaidi ya elfu tano za wanawachuoni wakubwa ambao wao nawaaminia mpaka wa kwenye akida yako wana, wanasema kwamba, eh, wanasema kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu ya mbingu.

Im, im, Adh-Dhahabi Imamu Dhahabi amesema pia kwenye hichi kitabu chake, sikiliza, anataka kuleta maneno mbalimbali aliyoyasema Imamu Dhahabi kwenye kitabu chake hicho kikubwa kitukufu. Anasema tuanzie mwanachuoni gani? Abu Hanifa alimul Iraqi rahimahullahu ta'ala. Imamu Abu Hanifa amesema nini kuhusu Mwenyezi Mungu kuwa juu? Abu Hanifa akajibu ya kwamba huwa kama taktubu ila, ila rajuli inni maaka wa anta ghaibu anhu, ni kama vile umwandikie mtu mi niko pamoja na wewe, hata kama hauko pembeni yake. Maanake hapa akasema huwa maakum bimana, ni kwa ilmu yake, kwa uwezo wake. Qala thumma qala albayhaqi

taawili aya na amepatia pia katika kuifasiri aya inayosema kuhusikana na kwamba huwa makum bi maana pamoja kielimu ki kinguvu, na hiyo na katika hali kama na hiyo wataba mutlaka asma bi anna Allah taala fi samaa. Na amesema kweli pale aliposema kwamba e, Mungu yuko juu ya mbingu. Huyu ni ni Abu Hanifa, Abu Hanifa naye ni Muahabi katika waliosema hayo maneno tunaye pia e, al-Awza'i imamu al-Awza'i, anajulikana unamjua. Dhahabi ameanukuu katika kitabu chake nam. Tunataka tuwataje hawa wote ambao walisema kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu, na maneno yao yanapatikana katika kitabu kinachoitwa al-Uluu lil-Aliyyil-Ghaffari fi sahihil-akhbari wa saqimha lil-Imam al-Hafiz Shamsuddin ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman Aldhahabi, imamu Dhahabi ameandika kitabu ambacho kinataja hawa mashekhe. Naanza kuwataja moja baada ya mwingine, we utenda tu unafanya, una tatbiq, unawatafuta kwenye hicho kitabu, utaona majina yao na walioyasema kuhusu kwamba Allah yuko juu. Naam, tuanze na wakwanza, imamu, alimu al-Iraqi ameyasema hayo. Abu abu Hanifa amesema pia, al-Awza'i imamu al-Awza'i ame, ambaye anaitwa Abu Amru Abdurrahman Ibnu Amru alimu ahli Shami fi zamanihi aliyasema hayo kwamba Allah yuko juu ya mbingu. Alisema hayo Sufyanu Thauri, alimu zamanihi, imamu Sufyanu Thauri katika walimu wa, wa Abu Hanifa. Sufyanu Thauri yupo sasa, Sufyanu Thauri anafundisha ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu ya mbingu. Watatu ule, twende wanne Maliki Ibnu Anas Imamu Daril Hijra eh? Imam Malik ambaye wewe umlimsemea uongo kwenye video yako, eti kwa kwamba alikataa ii maneno ya kusema kwamba Allah hayuko juu kwenye, kwenye arshi yake. Sasa sisi tunakwambia kwamba ameyasema hayo, na ukitaka kuyapata maneno yake, ingia kwenye hichi kitabu. Utaiona, twende. Ibnu Khuzaimah amesema haya maneno eh? Ibn Khuzaimah ambaye ni, ni, ni kigogo katika elimu ya hadithi na ameandika kitabu chake Sahih Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah. Kuna pia mwingine Asim Ibn Ali, Sheikh Bukhari, Sheikh Bukhari. Ameyasema pia haya maneno Allah yuko wapi? Fi sama'i, juu ya mbingu, na akaifasiri hivyo. Al-Humaydi -ha Al-Humaydi ameyasema hayo. Alimul Mashriq Yahya, Ibn Yahya an-Naysaburi an imamu Naisaburi amesema haya maneno kwamba Allah, yuko wapi? Yuko juu ya mbingu, juu ya mbingu saba. Imamu al-Bukhari kayasema haya maneno katika kitabu chake ambacho alikiandika kinaitwa ar-raddu ala al-jahmiya, raddu kwa majahamia, babu qawlihi ta'ala wa kana arshuhu ala al-ma. Utakutana Imam Bukhari kasema na kafasiri ya kwamba alal mai arshuhu alal mai. Pia analeta kama, uh, ile, ile aya aamintum man fi samai bi mana man ala, ala samai fawqa arshihi. Ameyasema hayo Imam al-Bukhari, Abu ua Zura, abu, Abu rai Zura, ameyasema hayo maneno. Twende Ibnu Qutaiba, ameyasema hayo maneno nani? Uthman Ibnu Saidi Darimi Al Hafiz nimesha kutajia mpaka na kitabu chake, ameyasema hayo maneno kwamba Mwenyezi Mungu yuko, Mwenyezi Mungu yuko juu ya mambingu saba. Ibn Abi Asim amesema hayo maneno. Abu Isa Atirmidhi, Imamu Tirmidhi amesema hayo maneno eh? Imamu Tirmidhi naye. Ibn Maja amesema kwamba Allah yuko juu ya mbingu yake. Twende Ibnu Abi Shaiba amesema kwamba Allah yuko juu ya mbingu yake juu ya arshi yake. Twende Sahali, amesema hivyo hivyo. Thalab imamu al-Arabiya eh, imamu wa kiarabu amesema hivyo. Abul Abbasi Siraj naye kasema hivyo. Al-Hafiz abu Abu Awana sahibu sahih amesema hayo maneno, Allah yuko juu ya mbingu yake. Imamu Tahawi amesema hayo maneno. Ibnu Said Hafidhu Baghdadi amesema, Allah yuko wapi? Allah yuko juu. Twende eh, anaitwa nani mwingine? Aliyu Ibnu Isa Ashibli, Allah yuko juu ya mbingu yake, amesema hayo. Twende nani mwingine? Eh, yani wako wengi sana. Hafidhu Abu Sheikh kitabu al-Azama kwenye kitabu chake al-Azama amesema hayo maneno. Imamu Abu Bakar al-Ajurri amesema hayo maneno. Al-Hafiz ni Hafiz naye katika hadith, mahufadhi hawa ambao wanasema Allah yuko juu ya mbingu yake, mbingu saba, tena kwenye arshi yake. Ibnu Abi Zaidi amesema hayo maneno, Allah yuko juu ya mbingu yake. Twende, twende, twende Ma'mar Ma ibnu Ziyad amesema hayo maneno. Abu al-Qasim al-Lalkai ameyasema hayo maneno, Hafiz huyu pia Al-Qadir Al-Qadir amirul amiru al-mu'minin, al Al-Qadir billahi amesema haya maneno. Twende kwa Sheikh mmoja ambaye huwo mm, huwa mnamtegemea sana, Abu Nasri as-Sajzi amesema hayo maneno, ani Hafiz tena hujja katika mambo ya hadithi, amesema hayo maneno. Al-Faqih Sulaim amesema hayo maneno Abu Uthman as Sabuni, Imam as Sabuni ameyasema hayo maneno, ambaye ni hafiz. Twende twende twende, twende na wengine. Imamu Lbaihaqi amesema haya maneno katika kitabu chake ambacho kinaitwa atasanif at fi kitabi almutaqad kwenye mlango unaitwa babu lqauli fi listiwai Amesema kwamba Allah yuko wapi? Allah yuko fauqa samai, yuko juu ya mbingu. Hakadha Imamulbaihaqi yule, tafute hichi kitabu utapata. Twende Alkhatibu eh, Alkhatibu ameyasema hayo maneno. Twende nani mwingine? al-Baghawi Imamulbaghawi tayasema hayo maneno, Allah yuko juu ya mbingu yake kwenye arshi yake juu Eh? Abul Hassan Al-Karji amesema hayo maneno. Imam Al-Qurtubi amesema hayo maneno kwenye nini? thumma stawa ala al-Arsh. Ametafsiri Imam Qurtubi ii neno thumma stawa ala al-Arsh, kwa hiyo tumalizie hapo tukwambieni tu ya kwamba maulamaa wako wengi sana zaidi ya elfu tano. Ashekh Abdul Qadir eh? ambaye ni Al-Jailani abdulqadiri Jailani ambaye m mnampenda sana mpaka wengine wakaitwa tarikatu Qadiria kwa sababu ya huyu shekhe abdul qadiri Jailani kasema hayo maneno kwamba Allah yuko juu ya mbingu yake, lakini nyi mnapinga nyinyi, mahurafi ma, ma, wa bida. Wewe Yusufu Diwani, hawa wote tumewataja hapa, wewe unawashinda nini? Yusufu Diwani, unawashinda elimu gani unayo mpaka wapinge hawa. Tizama huyu sufi ambaye anaitwa e, Amru Ibn Uthman Almaki, sheikhu sufi ameandika kitabu kinachoitwa Swana fa adabu lmurid faqala fihi fi babi ma yajiu shaitanu nasi min lwaswasi. Amesema pia Allah yuko wapi? Juu ya mbingu yake. Hawa wote, Imamu Larabi, wakina nani, wakina nani, hawa wote bila hata kuleta hadithi wanasema Allah yuko juu ya mbingu yake ni mawahabi? Swali kwako kwa Yusufu Diwani, hawa waliosema haya kwamba Allah yuko juu ya mbingu yake ni mawahabi, wana aqida za kifirauni? Ndo mashehe wote waliotuletea eh, dini wakina daru kutni wale wote wamesema hayo, Allah yuko juu. Ukitaka kuyapata hii majina yote na kauli zao, tafuta hicho kitabu ambacho tumekisema pale, hichi kitabu hapa utapata majina yote haya ya hawa maimamu, kisha uje sasa upime akili yako ilivyokuwa na machenga, uje uipime kwenye hawa watu ambao ni mashekhe wakubwa sana. Ndugu zangu wa Islam tu, tusifate maneno ya huu mpotoshaji Yusufu Diwani. Naam, tumalizie hapa akijibu na hata kama kujibu, insha allah tutaleta tena ingine majibu, kwa sababu video ni ndefu sana. Tutaleta majibu ingine ya kumuradi umpotoshaji insha allah, biidhni llahi tabaraka wa taala. Waakhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.